Katika mambo mengi ambayo tunakumbana nayo ni watu wa uelewa ya dhana ya bima ya afya, kwa tupo hapa kutoa elimu juu ya uelewa mpana wa dhana ya, ya bima ya afya kwamba ni utaratibu wa kuchangia ili utakapokuwa unaugua usiwe na changamoto yoyote ya kifedha. Lakini la pili pia, kama mfuko tunafanya pia usajili kwamba kuna wanachama ambao kama alivyosema tumeboresha mifumo yetu, ambapo kwa sasa mwanachama anahitaji moja kwa moja kujiunga kupitia kwenye simu yake ya mkononi kwa kutumia namba yake ya NIDA. Sasa kuna wengine kwa wakati mwingine wanakuwa na changamoto. Kwa wale wanaopata changamoto waliofika kwenye banda, banda letu hapa tumeweza pia kulitatua changamoto moja kwa moja na akaweza kupata Ankara ya malipo na kuweza kuendelea na malipo. Lakini pia lingine la tatu kikubwa pia ni kuendelea pia kutoa elimu juu ya uboreshaji wa huduma zetu. Sisi kama mfuko tunaume tumeboresha huduma mbalimbali. Tunavyo vifurushi mbalimbali zaidi ya tano ambazo mwanachama anaweza akajiunga kuanzia cha awali mpaka cha juu zaidi. Pia tunapata wasaa kuweza kutambulisha na kukutambulisha na kuelimisha juu ya eh, vifurushi vyetu ambavyo vya sasa vinatolewa, kama tulivyosema, tuna huduma za watoto laki moja na hamsini kwa mtoto mmoja kwa wale ambao wako shuleni ni shilingi elfu hamsini na mia nne wanasajiliwa wana kimakundi, lakini pia tuna bima ya mtu mmoja mmoja, inaanzia laki moja na tisini na mbili ambao hiyo tunaita ni Tarangire. Kwa hizi zote mwanachama anaweza kajiunga, lakini pia kama mfuko tunatambulisha hali ya huduma kwa maana ya kwamba nitapata nini zile huduma ambazo zinatolewa katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Kuna maboresho makubwa ambao yamefanyika katika kupitia vifurushi vyetu kwamba hapo zamani tulikuwa hatuna kifurushi ambacho kinatoa huduma zote, lakini sasa tumekuja na kifurushi cha Tanzanite, ambayo hichi kifurushi kinabeba huduma zote ambazo mwanachama au mtu anastahili kuweza kuzipata. Maana yake mtu anaweza kakuuliza mimi ambaye sifanyi kazi nawezaje kupata huduma zenu? Sasa wale ambao sio wafanyakazi, kuna kifurushi ambacho ni sawasawa sawa na cha wafanyakazi ambao gharama yake inaanzia kwenye shilingi milioni tatu kwa mtu mmoja lakini hivyo hivyo inapanda mpaka kwa familia kubwa, milioni kumi na moja. Hizi unapata huduma zote ambazo zinatolewa katika ngazi yoyote, kuanzia zahanati mpaka hospitali ya Taifa. Kwa hiyo tunaona kwamba sisi kama mfuko hii ni fursa nzuri kwetu kuweza kutangaza hizi huduma zetu, lakini pia ku, ku, kuonyesha kwamba mfuko upo pia kwa ajili ya Watanzania.